Bwana yes, kama ambavyo tunavyofahamu leo ni kutoka hapa katika fukwe za Coco Beach Dar es Salaam, ambapo Wanasimba, wanamsimbazi, wana lunyasi, tunakutana hapa kwenye big screen kuishuhudia mnyama akienda hatua ya kwanza ya michuano kombe la kabingwa barani Afrika eh, katika mchezo ambao tutakaribisha Gaborone United kutoka pale nchini Botswana. Niko na wanasimba ambao tayari mapema kabisa wameshajitokeza ilhali muda bado mwingi sana, lakini wao inapokuwa jambo la Simba basi wao eh, hawana shughuli nyingine zozote eh, isipokuwa ni kuhakikisha kwamba anakuwa eneo husika. Kulia kwangu atajitambulisha, kulia kwangu pia atajitambulisha, ijapokuwa tunafahamu siku zote. Mzee, mambo ni aje kwanza? Mambo poa sana. Mimi naitwa Remi Mosha, shabiki wa yeah. Simba Sports Club. Bwana Remi, mimi nimefurahi sana kukuona ndugu yangu, umependeza na uuzi, asante sana za kuskani, za kuskani eh, mama hapo bado, za kimataifa bado, za kimataifa. Hii ni balaa, hii ni rasharasha e, za kimataifa, sijui itakuwaje, au sio? Tutatafutana bwana. Kushoto kwangu uzi mweku, wa blue eh ha? yeah. ah Hans Jiara <laughs> ya kuskani, jina linatosha kwa sababu nilianza huku. Acha nianze huku kuzungumza Bwana Hans, mambo niaje? Ah, poa kabisa, uzuri. Uh, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, weekend eh, imekaa mm. vizuri. Jumapili imependeza kabisa, Jumapili imependeza ndani ya upepo wa bahari. Upepo no. eh? Yeah. Kwa Coco Beach, Coco Beach kwa, unaionaje ikiwa imependeza kwa, kwa, kwa, kwa, kwa, kwa nyekundu, blue na nyeupe. Coco Beach. Uh, yani mimi nasema kwa siku ya leo itapendeza ita zaidi kwa sababu kwanza ni weekend na watu wengi sana mara nyingi wanakuja kutembelea siku kama ya leo hii. mm. Kwa hiyo ukichanganya na jambo letu naamini shughuli itakuwa nzuri zaidi. Yeah. Yeah. Ushindi leo upo. Uh, ushindi upo asilimia 99, tisa, yeah. Yeah. Tisini tisini tisini na tisa, na tisa. Moja, e, moja tu tuaasuu yani. <laughs> <laughs> <Unaelewa. laughs> e, tisini na tisa za ushindi, yeah. Moja ya sare, yeah. E, kwa hiyo yani, yeah. Wanaume kuvuka ni lazima, naam, hii yeah kwetu so so labda ni geni, na kucheza bila mashabiki pia sio geni kwetu, tayari tushazoea ya mambo, japo inauma kwa sababu unajua kitendo cha ja baadhi ya mashabiki hivi wanavyofanya, unajua, wanatumiza sisi mashabiki ambao tunaopenda kuingia uwanjani. Na ningeomba kuanzia sasa hivi katika mechi ambazo zitazofuata, kama mashabiki tutaruhusiwa kuingia uwanjani, basi wangefanya kila shabiki au security kwa mwenzie yaani siyo tusubiri wale ma security waangalie nani anafanya fujo uwanjani. Yaani kwa shabiki ali shabiki au security kwa mwenzie, ili kuzuia mambo kama haya kushausha mavitu uwanjani. Hivi ndio vinatusababishia leo hii sisi tunakuja kuangalia mpira kwa Coco Beach. Wapo watu, watu ambao hawaendi uwanjani wanapenda kuangalia sehemu kama hizi, labda kwenye mabanda umiza, lakini kuna sisi ambao yani bila kuingia uwanja wa taifa bila kuiona timu yetu pale tukaipigia kelele, tunakuwa tu enjoy, hatufaidi. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi naomba yani kila shabiki awe mlinzi wa mwenzie, ili ili jambo lisiweze kuendelea, kwa sababu leo hii sisi tunaitwa ndo mashabiki bora. Sasa mashabiki bora sasa hivi tunapigwa bani mara ya pili, ina maana tuna tunatoa ile nafasi yetu ya kuwa bora, tunadhalilishwa kwa sababu ya watu wachache ambao wanafanya upuuzi, na inawezekana ikawa sio mashabiki wa Simba, ila kwa sababu watu wanataka kuichafua Simba, wakatumia vigezo, kwa sababu kuna mashabiki wengi sasa hivi wanavaa jezi za Simba afu wanaiponda Simba. Wewe unajua ni shabiki wa Simba, kumbe Sio. Kwa hiyo hata wengine wanafanya hivyo vitu, wengine wanafanya kwa sababu ya sisi tu tusiende uwanjani. Kuna mwanangu mmoja anaitwa Jibi, anatoka Mtwara, huyu kila mechi za kimataifa lazima aje hapa. Tumeshindwa tume kuingia mashabiki uwanjani tumezuia. Lakini Mungu atatusaidia. Yes. Nataka nimalize naye, timu anayo Hemedi Sulemani Moroko mwalimu mzawa, mwalimu wa timu ya taifa. Imani yenu eh, ama imani ya wanasimba kwake e, siku ya leo ni ipi? Uh, imani kubwa, tunachotakiwa mashabiki wa Simba tumsapoti na tumwamini kwa sababu mpaka viongozi ujue wakishaona wamemlenga, umem, jicho mtu fulani, ina maana tayari oh, wao washapembua washaona kwamba huyu mtu kwetu ana manufaa, na kwa sababu kapewa hii mechi, basi sisi hatuna budi kumsapoti maana support yetu sisi ndio itasababisha yeye kuwa na nguvu ya kuonyesha vitu vyake zaidi, kwa wapa wale wachezaji, kwa sababu mimi niseme tu kwamba timu yetu ni nzuri. Na naendelea naseme kwamba tunaendelea kumshukuru Fadlu japo ameondoka, lakini ametusajilia watu ambao wana hadhi ya kuchezea Simba, ambao wachezaji ambao wanastahili kuchezea Simba. Kwa hiyo msasa ambao utaupita pale kwa wale wachezaji, ili mradi waweze kumaintain kwenye mechi zote, ni mdogo sana kwa hiyo mmuko tutamwamini na tunamwamini kwa sababu ndo kashakabiziwa na viongozi, atatusimamia leo na sisi tutakuwa pamoja naye, hatuna baya naye katika hilo. Kwa hiyo kikubwa tu kumwombea dua, yale ambao atakaoelekeza ataka wachezaji wetu yawaingie kilini na waweze kuyafanyia kazi. Usiondoke, nataka niongee na, na mwanangu hapa, tumesalimiana vizuri yeah. Lakini kitu ambacho kimetuleta hapa Coco Beach eh, siku ya leo ni adhabu ambayo tuko nayo Eh, ya kuto kuingiza mashabiki katika mchezo mmoja, lakini ukiachana hiyo kuna faini ya eh, milioni takriban mia mbili na pointi zake. Kwanza kampeni ya letu sote iko kwa na Simba sasa hivi kuchangia klabu. Umeshachangia? ndugu yangu, namshukuru Mungu nimechangia kidogo, lakini bado ninaendelea, kwa sababu hii kampeni inaendelea mpaka tuhakikishe tunatimiza lengo la yeah. hichi ambacho tumekisababisha wenyewe kama mashabiki, lakini niseme mimi naniuma sana mimi wanapenda sana niwe ni uwanjani, zile kelele zangu nazozipiga na mashabiki wengine zinatia hari, wachezaji wanapambana, wanajua kabisa ehe, hawa wanahitaji kitu. Unajua, tunapoenda uwanjani siku zote wanapenda kusema eh, mshahara wetu siku zote ni ushindi. Je, yeah. Yeah, huo ushindi unaupata vipi kama sisi wenyewe pale uwanjani tunashindwa kwenda na sisi tumejitakia wenyewe kushindwa kwenda kwa ajili ya mashabiki wachache, kama alivyosema mwenzangu, kiukweli, tunapaswa sisi wana Simba kila mmoja awe mlinzi wa mwenzake ili haya yasije yakajirudia tena. Hapa tumejikosesha furaha wenyewe tumejikosesha taasisi yetu, tumeikosesha mapato ya vile viingilio vya kuingia uwanjani, tumekosesha wachezaji wenyewe lile vibe la kuwashangilia wanapokuwa kwenye pitch, tumejikosesha wenyewe siku ndani ya uh, viti vya Benjamin Mkapa, tukiwa tunaisapoti timu yetu. Lakini niseme yote kwa yote, nyumbani kama ugenini, ugenini kama nyumbani, nikimaanisha hawa wenzetu wamekuja, tumeenda kwao, tumecheza vizuri, tumewaheshimu, tumeweza kupata ushindi. Wamekuja kwetu hapa wenyewe hatuwadharau, tunawaheshimu, tutacheza nao kwa disiplini ya hali ya juu. Na leo hii especially, hatuna mashabiki, tunacheza kama tuko ugenini, lakini ninaamini tunaenda kuondoka na alama tatu muhimu ambazo zitaweza kutusogeza katika hatua inayofuata. Unaamini Simba tunaondoka na alama tatu muhimu siku ya leo kuelekea hatua ya kwanza? Imani hii unaipata kutoka wapi Reni? Mimi ninaipata kwa sababu ha, Simba akiwa kwenye mashindano ya kimataifa anakuwa ni, ni timu tofauti na timu akiwa kwenye ligi. Simba ya kimataifa na Simba ya ligi ni timu mbili tofauti brother. Akiwa yeah, kimataifa kwamba tulichokishuhudia eh, siku ya Alhamisi tutashuhudia mara mbili yake siku ya leo. Yaani leo ni tofauti, sio mara mbili, mara nne yeah. Ndo tutakachokiona leo. Na hichi leo tunakiangalia tukiwa katika uh, bichi ya Coco Beach e, ndo tumefungiwa big screen na mdhamini um, wetu Mo ambao ametuwezesha kuja kuangalia kwa pamoja hapa. Ninaamini kila mmoja atafurahia, kila mmoja ataisupport. Tuko hapa tutakuwa tunashangilia hapa Coco, lakini kelele zitakuwa zimefika Benjamin Mkapa moja kwa moja. Bana nasikia leo bana, kwa sababu maji yanavyonaona yanajaa, haya likifungwa goli nasikia watu wanakuja kwenye kushangilia kwenye maji wow. Narudi afu tunarudi hiyo kama kwa... ikifika saa tisa maji yanaanza kurudi, si unajua ile hali ya kupwa na kuja hey, kwa bahari kwa hey, maji ndio hey, bado muda bado kidogo tu maji yatakuwa yameanza kurudi baba, naona yanaanza kurudi yanaanza kusogea mdogo mdogo, ndio maana unaona hata wale walioko kule mbali kule hmm. Wanaanza kurudi ku rudi pembeni kwa so, sababu najua hey, maji yanaanza kurudi basi yeah. Tumalize na hili kuna wanasimba ambao bado wanajivuta vuta hey, kuchangia kampeni ya letu sote unaambia nini? Mimi niwaombe tu Unajua, kwenye hii kampeni ya letu sote sio lazima utume laki moja milioni au milioni ngapi. Hata ukiwa na shilingi elfu mbili elfu tatu elfu tano elfu kumi elfu ishirini chochote, ukipata leo nimepata, umepata labda elfu tano unaweza kutuma, kesho kutwa nimepata elfu tatu utatuma, siku inayofuata nimepata labda laki mbili utatuma. Kwa hiyo haikulimit kwamba ni lazima uanze kuchangia kuanzia laki mbili laki tano milioni, si milioni tano milioni kumi hapana, kidogo kidogo, tutuweze kulipa hii faini ambayo tumeweza kupigwa. Japokuwa ni huzuni sana kwa timu yetu ya Simba Sport Club na hii imesababishwa na mashabiki wachache. Siwezi nikasema moja kwa moja, tutasema ni wa Simba kwa Simba ndio faini kwa sababu tumepigwa. Japokuwa wapo mashabiki wengi sana ambao wanavaa jezi za Simba na kwenda uwanjani kwa ajili ya kwenda kufanya vitu kama hivyo, mwisho wa siku tunapigwa faini. Na hii ni mara ya pili. Kwa hiyo mimi nadhani hii ni mara ya pili, lakini itakuwa ndio mara ya mwisho kwa sababu kuanzia sasa hivi mimi nikienda uwanjani yoyote nitakayokuwa yuko around na mimi nikiona nafanya chochote, ni halali yangu brother bana. Hao ni wanasimba ambao wanaendelea kujitokeza hapa eh, Coco Beach, dar es Salaam, wakisubiria muda ufike tu kuweza kulishuhudia chama la wana eh, wekundu wa Msimbazi, Simba wakifanya yao katika dimba la Benjamin Mkapa. Siku ya leo ni Simba dhidi ya Gaborone United.